Rais huyu ndio anateua makamishna, ndio anateua mwenyekiti, ndio anateua makamu mwenyekiti, alafu rais huyo bado ni mgombea. Sasa, yani hapo kwanza tu kuna conflict of interest, yani kwanza tu kiubinadamu, yani regardless, amefanya au hajafanya, hata tu kibinadamu, wewe mwenyewe leo, mimi nikuteue hapa, nimekuwa mkurugenzi kwenye kampuni yangu, alafu kuna jambo fulani unajua, na mimi ninataka na wagombea, alafu tuko wawili, utampa kipaumbele nani? Ah, bosi. Bosi, yes. Kwa hiyo tunachotaka tuondoe kabisa mamlaka kwa asilimia mia moja kutoka kwa rais. Kama ilivyokuwa kwa Kenya. Tumeona Kenya wenzetu tume imeweza kutengua matokeo ya urais. Tume inaweza ku, ku, ku, ku, ku, yani watu wanaweza bunge leo linaweza likahoji tume kwa mfano tuleteeni seva. Lakini leo ukitaka seva kwa sheria zetu jinsi zilivyo, uwezi kuipata database au seva ambayo inahifadhi nyaraka za, za, za tume yetu ya uchaguzi, kwa sababu ya mifumo ya kisheria. Kwa hiyo tunachotaka tufumue, yani uhuru wa tume ni mifumo, ni kufumua mifumo ya kisheria, kutengeneza mifumo ya kisheria ambayo itaeleza process nzima ya kuanzia kumpata huyu mtu anapatikanaje, alafu anafanyaje kazi, analindwaje na sheria, tukitaka kudai taarifa hizi zinalindwaje, lakini pia taarifa hizi zinapatikanaje.